Na mada, twende huko, tunazungumza kama kawaida, nitabadilisha kamera nitaweka mbele ili upate utalii. Unajua, kusafiri sio mpaka uwe umeenda, sasa hivi kwenye teknolojia hii, mimi niliye hapa, wewe uliye sehemu fulani, unaweza ukatupitisha huko. Kwa hiyo karibu sana na leo, ninaenda kuzungumzia, je, uje Ulaya kutafuta maisha ama upambane nyumbani? Faida za kuja Ulaya ni nini, changamoto zake ni nini na je? Yeah, ni vyema uje, kwa hiyo basi karibu sana. Haya, nita check out hapa kwanza uh, alafu tutaendelea, ila nabadilisha kamera sasa, nitaigeuzia mbele. Sawa sawa, sasa kwanza, hali yetu ya hewa leo, kwa kweli yani kajua kalitoka, tukaona spring imechanganyia, and I think so, lakini sasa hivi kiukweli uh, hali ya hewa kwa leo kuna mawingu sana. So anyway, tuende kwenye mada yetu ya leo na nikuombe tu usisahau ku subscribe. Ninatumia jukwaa hili kuzungumza mambo mbalimbali, yale ambayo ninayaona huku kwa lengo la kujifunza, kuhamasika, lakini wakati mwingine pia ni sio kuhamasika tu, wakati mwingine pia ni burudani. Unajua sio kila kitu lazima iwe ni... ni shule ni shule ni shule, wakati mwingine ni ile burudani, sawa sawa. Haya, sasa tuangalie swala so lazima la je, uje Ulaya kutafuta maisha ama ubaki nyumbani. Kama unakuja Ulaya, uh, faida zake ni nini, na kubaki, changamoto zake ni nini? Sasa hey, yani. Alright, let's go. Sasa tuangalie kwanza changamoto tuangalie kwanza changamoto, alafu hapo mbele tutakuja kuangalia hasa, uh, tutakuja kuangalia mazuri ya kuja Ulaya. Sasa changamoto ya kwanza bwana nyumbani ni nyumbani tu. Ukishafika huku kwa watu, kuna vitu utagundua hauwezi ukapata nyumbani, pamoja na uzuri wa mitaa, pamoja na usasa kweli kweli, pamoja na teknolojia, lakini utagundua kwamba yani nyumbani ni nyumbani tu, vyakula. Mbali na vyakula, pia tamaduni, tamaduni ile wao. Tunajua kama sisi Tanzania ni, ni wakaribu sana yaani, unaweza ukaenda sehemu hivi ukakaa ukakuta watu wanapiga story, wakati mwingine kwenye daladala tu na wewe ukajiunga nao. Lakini kama uko huku na hata una upweke, uwezi ukafika tu ukakuta watu tu wanapiga story ukajiunga nao <laughs> my friend it does not work like that. Kwa hivyo basi hiyo warmth hautaipata huku, hiyo warmth yaani ni kitu ambacho hautakipata kwa kweli. People are very kind lakini wao wanachukulia kwamba kukuheshimu ni kukaa mbali na wewe kukupa space. Kwao mkishazoeana, sasa ukaribu ndo unaanza pale, urafiki unaanza pale, lakini sio kabla, sio kabla ya hivyo. Mm -hmm. Kitu kingine pia vyakula, najua kama unataka kutoka kimaisha, sababu na mimi it does not matter, chakula kitu gani, lakini my friend I tell you, kuna siku unaweza ukatamani ugalidagaa wewe <laughs> <laughs> ila kila ukiangalia huku kamkate, ukiangalia huku nini ya? Tena sasa hapo inategemea na umeenda nchi gani? Kwa sababu kutokana na hali za hewa za nchi husika, kuna sehemu hata kupata hivi mboga mboga, yani labda upate frozen, yani ile range yetu sisi, unajua soko letu, ukifika pale unakuta pilipili hoho, karoti, sijui kabeji, sijui viazi kuna maeneo hawana hizo fresh fresh fresh groceries hivyo, na ukipata bei ni ghali. Kwa nini? hali yake ya hewa ni baridi sana. Ehe. Kwa upande sasa, hapa nazungumzia bara la Ulaya. Kwa hiyo cha kwanza, bwana, nyumbani ni nyumbani, ndugu yangu, asikwambie mtu. Wale ambao wako kwenye diaspora, mtasema hili nyumbani ni nyumbani. Yani kuna vitu tu hautavipata sehemu nyingine ile ya nyumbani, vile vyakula, alafu hata ile kuzoea. Unajua nyumbani, unajua, nikitaka labda niende Kariakoo naenda Kariakoo, na nikitaka nipate kitu fulani fulani napata kitu fulani. kwa yani, unajua, ukifika nje utagundua ule upya upya, jamani, upya, yani hujui hata tukikwambia, bwana haya, sasa hivi tutatafuta kitu fulani, mpaka urely kwenye teknolojia kuweza kufika. Kwa hiyo nyumbani, nyumbani ni nyumbani. wewe njoo kama unataka kuja kweli furahia faida zake, lakini jua yeah. Maisha yako ya nyumbani, ile warmth ya nyumbani, vyakula vya nyumbani, yani jua hiyo, tamaduni zile za, unafika sehemu mnapiga story, story zinanoga. Jua kwamba hiyo hiyo umeiacha Tanzania. Yeah. Uh -huh. Hii hapa hi, ni umeona ile jengo la hoteli ni mall umondani, kuna maduka. Kuna siku tutaenda anyway, kwa hilo la kwanza Jambo la pili, sasa, kwenye changamoto upya, ukifika huku, unataka kuanza sijui biashara, unataka kusome, my friend itabidi usome lugha. We si Kiswahili umekipata vizuri, unatiririka labda <laughs> umefanyia kazi na Kiingereza, ila ukifika huku itabidi uanze kujifunza lugha. Sasa inategemea na umeenda nchi gani. Kama umeenda nchi ambazo tayari wanazungumza um, Kiingereza labda kama UK sawa, lakini otherwise, my friend, lazima ujifunze lugha, na lugha zao hazifanani na Kiswahili my friend <laughs> yaani sio kibantu kama unavyojua. Kwa hiyo lazima ujiandae kisaikolojia, kwa sababu otherwise hautaweza kupata kazi ya kueleweka, wakati mwingine hata hizo kazi ndogo. Sio ya kusema, na nasema kazi ndogo kwa maana ya kwamba labda haitataka elimu sana. My friend, hautapata kama hauna lugha yao. Kwa hiyo kama ukienda Ujerumani, basi ujiandae kujifunza Kijerumani my friend. Ukienda Spain ujiandae kujifunza Kispaniola my friend <laughs> na tena, kwa mfano, kwa Spain, kwa sababu hapo nina uzoefu napo, yaani kuna maeneo pia yana lugha ya lile eneo, kwa mfano, Catalonia wanazungumza pia Catalan. Kwa hiyo sawa ujifunze Kispaniola chenyewe lakini wakati mwingine fursa unaoitaka itataka pia uzungumze Katalan kwa sababu mtu anakuja hazungumzi na wewe lugha ya nchi, anazungumza lugha ya kwao pale. Kwa hiyo hilo upya upya, ndugu zangu, na nikwambie ukija jidhatiti, uanze kusoma lugha mapema sana. Yaani ukisema mimi nataka kwenda lakini sitaki kusoma lugha, utajichelewesha, utajichelewesha, watu watakuitia fursa na kweli ona, unaweza ukapata fursa lakini lugha hauna, <laughs> inakuwa ngumu. Na kwenye lugha haimaanishi kwamba utaweza kuzungumza kama wao. Hata mimi nayekuambia hapa, nashukuru Mungu lugha ya kufanyia harakati zangu, wow. eh, nimeifanyia kazi. Hata hivyo sijafikia ile levo ya kusema kama wao wanavyoongea. Tena kuna wakati nigiwa nimechoka, hata maneno yenyewe hayo hayatoki, lugha ya watu. Kwa hiyo upya, my friend, upya labda uende UK uende wapi, na nikwambie tu hizi, haya maeneo ambayo yanazungumza lugha ya Kiingereza, watu kutoka nchi mbalimbali, na wenyewe ni wengi. Kwa sababu gani? Ule wepesi. Kwa hiyo, huenda fursa utapata zaidi sehemu nyingine ambazo lugha ni tofauti, si unanipata? Haya, kwa hiyo hilo na hilo ni la muhimu sana. Cha tatu hii naona niweke pekee, upweke. Ukifika nje alafu usiwe una harakati ya kufanya eti unajifungia ndani tu, my friend loneliness will hunt you <gibu> jamani, unajua sisi Tanzania kuna ile ule ukaribu wetu ule, au kufanya ujisikie mpweke, labda kama unataka mpenzi, mpweke ule wa mapenzi, lakini eti kuna shangazi kuna mamdogo kuna marafiki ila huku kama hauna shughuli ya kufanya nao kutoa nje, unakutana na watu, uko nani maidia, utasikia upweke, kwa sababu hauna kamgahawa kwa kusema ngoja nikakatiza kwa mama jioni, Mama Asha nikapiga stori mbili tatu. No, si unanipata ndugu yangu? Hebu ngoja nimonyeshe mtaa mzuri kwanza, kweli kwelikweli. Kwa hiyo hakuna sehemu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo ukifika hapa jizatiti, sema kwamba bwana, mimi mimi nataka niwe ni, ni, ni, ni na shughuli ya kufanya nitaenda kujitolea, nitatafuta networking group it has to be a goal. <laughs> it has to be a goal. Usiseme tuo mimi bwana nitakaa ndani mwe mwe mwe wewe, kuna upweke, kuna upweke my friend. Kwa hiyo tafuta ka kitu kakufanya ukutane na watu na hilo, namshukuru Mungu na mimi nilifanya alinisaidia nikaanza kutoka eh, mara nimeenda masoko masokoni huko kuuzauza vitu vyangu, long story, ila mwisho wa siku ikanisaidia sana, na sasa hivi na biashara yangu. Kwa hiyo utakutana na watu, utakutana na watu, uta, unaanza kujisikia hata uko nyumbani kweli kweli. Na kwa wale ambao wamesoma, wameendelea kusoma, waliofika wa huku, basi unaweza ukaenda hata ukaajiriwa. Ukijifungia ndani, my dear, trust me, utahisi kweli liko kwenye nchi za watu, yeah? Hiyo changamoto ya tatu. Changamoto ya nne ni swala zima ya hali ya hewa. Jamani, si mnaona kaka jua? Ehe, yani hapa tena kwa mimi hapa nilipo, nisiwe Mungu na mshukuru Mungu, hata wenyewe wanatoka aa, North America huko wanakuja, aa, North Africa huko, ah, kumradhi, Northern Europe. Kichwa changu kinachanganya mambo wanakuja hapa kwa ajili ya hali ya hewa jamani, baridi usiisikie tu kwa kuiona kwenye TV hivi. <laughs> Ndugu zangu, najua ukiwa unataka kutafuta maisha, nikikwambia sababu kama hizi unaniambia sijasikia bado, lakini <laughs> I tell you, baridi ni kali. Baridi mpaka wenyewe sometimes wanakwambia, baridi naisikia mpaka kwenye mfupa, usipo usipovaa nguo saba kumi na sita kumi na sita, I'm exaggerating. Usipovaa nguo saba, yani ukalea ukalea ukalea, ukavaa kwanza katisheti kadogodogo, ukavaa katisheti kingine kama mikono mirefu, ukavaa tena katisheti katisheti katisheti, ukapiga na, na jacket lako my friend <laughs> baridi itakuchachafya itaku. Kwa hiyo hali ya hewa ni kitu cha kujiandaa nacho jamani. Tanzania tuna hali ya hewa nzuri na niseme tu East Africa. Jamani hilo jua tulionalo kweli ni kali na kuna wakati sisi wenyewe tunasema ah, joto. Lakini jamani sijui wewe lakini kwangu mimi baada ya kuishi pia kwenye baridi naona kana kwamba joto lina weni hivi. Yaani unaweza uka ukatafuta feni, ukakoga, ukakaa chini ya kivuli na mambo yakawa mazuri. Sijajua. Kama sasa hivi ni spring, kwa ndio maana unaona watu hivi na vikoti na nini, mambo ni mepesi mepesi, mepesi. Ila na hapa ni spring kwa hapa nilipo eh. Lakini ingekuwa ni, uh, ni kuna, kuna baadhi ya nchi hapa hapa Ulaya bado baridi baridi kweli kweli ya yeah. Eh. Kwa hiyo hali ya hewa na sio mchezo ndugu yangu wewe wewe, kuna wakati unasikia baridi mpaka unasema jamani, yani unajua baridi haisikii sweta, baridi haisikii koti, baridi haisikii kamtandio Utafute hita unifunikize, baridi nataka hita, uwashe hita vizuri. Haya, hilo lilikuwa la nne kama sikosei. Yes, la tano nadhani hili tutalirejea kwa sababu nilikuwa nimelipangilia hapa, lakini naona limenitoka kidogo mm -hmm. sawa sawa, sasa tuzungumzie na mazuri, ndugu zangu, mazuri ambayo nayo ni mengi bwana, tusiowaongo Ah, bwana uzuri wa wenzetu, mifumo mifumo mifumo yao ni mizuri sana. Mifumo ya afya, mifumo ya huduma za kijamii, mifumo ya masuala ya usalama na mapolisi, mifumo jamani, mifumo, usafiri wa kueleweka tena comfortable. Hospitalini, hospitali za serikali unatibiwa bure na ni madokta bingwa, eh, watoto wanasoma bure na shule ni shule bora, labda japo pia kuna private na wenyewe huku, bado utawasikia nataka nimpeleke mtoto wangu private, you can imagine, wakati hizo public zao wenyewe eh, zina, zi, niza, zina ubora, umeona? Kwa hiyo wenzetu mifumo, ndugu zangu, jamani, yani nimegundua maisha yao yamelainishwa, yani hauwezi ukatoka nyumbani hivi ukaanza kugombania daladala Eh, ukatoka, yaani unafika kwenye shughuli zako umechoka. Hapana, na hata barabarani, kama mnavyoona hivi, baisikeli anajua apite wapi, mtu anayesukuma sijui kitu gani apite wapi, gari lipite wapi. Kwa hiyo basi yaani ni aa, samani nimekuwa distracted hapa, kuna gari lilikuwa lipite. Kwa hiyo sasa, mifumo jamani, mifumo, mifumo Ukiibiwa piga simu namba moja, polisi yuko hapa. Hata kama labda simu yako kama mtu kakimbia nayo hautaipata, ila jamani, kuna ile faraja eh, ambulensi iko hapa. Mifumo jamani, barabara bara, na miundombinu na zenyewe, nitaweka kwenye mifumo bora. Mifumo ndugu zangu, jamani, kwa kweli hilo wametuwacha tena sio hatua moja, hatua nyingi sana hatua nyingi mno, hatua nyingi mno, na nadhani hili linastahili hata siku moja tulijadili kwa mapana ya kwa sababu unajua kwaliti ya maisha, kwaliti ya maisha unayoishi inastaishwa pia ni mifumo. Kama mifumo imewekwa vizuri, unaweza usiwe na shilingi mfukoni, kwa maana ya hela nyingi hata hivyo hospitali ukatibiwa bure eh, watoto wakasoma shule nzuri eh, ukatumia usafiri wa, wa umma ambao haukuletei shida eh, unaelewa. Hata ndio maana niwe mkweli, kwa sababu za kibinadamu, kuna namna ambao uhai wao ni miaka mingi zaidi, na wao pia wanatangulia mbele za haki katika, uh, katika uh, umri tofauti tofauti, lakini tukiwa kweli jamani, hata ukiangalia tu hivi mtaani watu wazima ni wengi, watu wazima ni wengi. Haupati zile hekaheka heka, yani maisha yako sio ya hekaheka ya daladala, hekaheka ya mtoto atasoma wapi, nijikakamua mtoto ende private, haya heka heka za usalama, hekaheka mambo apta mfumo barabara nyebaba mnapita huko kwa matrekta umoumo semitela umoumo umo nini? Hapana, wenzetu wamelainisha maisha ya mwananchi kwa hiyo kweli wanalipa kodi sana tu, niwe mkweli, wanalipa kodi sana tu. Hata hivyo, ah, hiyo kodi yao basi nawanufaisha. Umeona, umekuja na baisikeli na yako, natafuta sehemu ya kupaki, kuna vimifumo mifumo hivi, kuna mpangilio, taka unatupa pale, mifumo mifumo hiyo. Sisi wa Afrika I say haiko hivi. Yani ukitaka kuona tofauti kubwa ya maendeleo kati yetu sisi na wenzetu walioendelea hawa, sio hata majengo majengo hiyo ni kama pambo tu mifumo mifumo ukiumwa uende wapi ukapate huduma bure eh? utumie usafiri gani ufike ofisini bure eh? ukiibiwa ufanyaje mifumo Haa, jamani hilo ni kubwa mm -hmm. haya sasa nataka niingie dukani hapa sasa nikiingia dukani hapa sitaweza kwa sio dukani ni supermarket. Eh, sasa nikiingia hapo sidhani kama nitaweza kurekodi ama kuzungumza ila nita, nita stopisha alafu nitaendelea. Haya, basi ndio nimefika hapa dukani kwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa ninasema swala zima la mifumo mifumo ya, ya mambo tofauti tofauti. Wenzetu wameboresha sana na ni miongoni mwa tofauti kubwa hata haya majengo ambayo nimeendelea kuwaonyesha yaani, hiyo ni kama icing tu kwenye keki. Swala lenyewe ni kwamba hii mifumo yao wameiboresha sana. Haya, nageuza tena kamera ili tuendelee, kwa sababu inabidi nishike simu yangu kwa ukaribu hivi, kwa sababu za kiusalama. Haya, sasa pointi ya pili ya uzuri wa ulaya ni uzuri wa kuangalia machoni kama unavyoona hivi majengo mazuri mitaa misafi. E, tena kama wakati wa spring, hali ya hewa kama hivi, hali ya hewa ni nzuri kweli, kwa sababu, kwa sababu sio baridi sana sio kijoto sana, kajua fulani hivi kasikochoma sana kwa hiyo uzuri wa hivi yani, eh, ule uzuri wa kusima anaishi sehemu nzuri. Jamani, unajua hata nyumbani kwetu waga tuna papamba na nini, kwa sababu mwanadamu tuna, tuna tabia kutoka ya kutaka kukaa sehemu nzuri. Basi Ulaya bwana nao lile swala la uzuri halijaishia ndani kwa mtu, mitaa imepangiliwa, majengo yanavutia Ukipita hivi eh, unajisikia naishi sehemu fulani hivi nzuri. Kwa hiyo hilo hilo nalo ni miongoni mwa mambo mazuri mm -hmm. Kama unavyoona uh, dikia grupu kwa ukubwa anaingia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maeneo hayo mawili. Ya tatu ni kusema kwamba wenzetu karensi yao iko juu, kwa hiyo ukilinganisha na ya kwetu, tena kwa sasa hivi ninavyotengeneza hii video euro imeshafikia mpaka imekuwa euro moja ni shilingi elfu tatu. Dola moja shilingi elfu mbili mia saba. Hii inamaanisha ukipata biashara inayounganisha nchi hizi mbili kwama unachukua vitu Tanzania unaleta huku basi ku, ile advantage ya hiyo shilingi itakupa ahueni kwenye shughuli zako, japo ni mchakato ehe, ila inawezekana. ya kwa hiyo shilingi yao iko juu, kwa hiyo watu wakafanya kazi huku ukalipwa tu, kwa mfano euro elfu moja tayari kwa euro ilipofikia sasa hivi, hiyo ni milioni tatu ya nyumbani. Na huku minimum wage unakuta, yaani ule mshahara wa chini kabisa ambao kiserikali unaruhusiwa, ni Euro mia saba hivi around that, kwa mwezi. Kwa hiyo unaona tayari hiyo ni milioni mbili na ndio mshahara wa chini kabisa ambao ukiajiriwa sehemu shati ulipwe hivyo. Kwa hivyo basi, hii ni kuonyesha kwamba nako huku ile nguvu ya shilingi ita kusaidia kwa kama uko kwenye kuanza kujitafutia nje, hilo nalo lipo. Eh, eh kila kitu kina mchakato wake. Kwa hiyo haimaanishi kwamba hizo ajira zenyewe, ah, zinapatikana tu ila zinapatikana eh, hata fursa za biashara zipo. Haya mambo, fursa unaitengeneza wewe, ajira wakati mwingine pia unaitengeneza ama unajiposition katika namna ambayo utaipata. Wako Afrika wengi sana wenzetu kutoka Nigeria wako kwa wingi sana wakifanya biashara zao. Na, uh, na kazi zao na makanisa, wengine wamefungua hapa kwenye miji ya watu. Haya, ndugu zangu, kwa sasa hivi ngoja niishie hapa. Naona kuna mambo ningeendelea kuzungumzia, lakini nimejitahidi kuyasummarize kwenye hizi point tatu za mwisho. Kwa hiyo kuna fursa za kazi, kuna fursa za biashara, ila utazipata ukijiposition. Kuna video nyingine niliyofanya, uh, nitaangalia ili niweke hapa kwenye link nilikuwa nazungumzia sasa hatua za kufanya ili uweze kuja Ulaya. Yes, yes. Nimeisema, nimeiandika kwamba hatua za kuchukua, mambo ya kufanya ili uweze kuja Ulaya kwa kazi ya biashara, kwa kuna mchakato. Hata hivyo, video hii lengo lilikuwa kukupa wewe kuangalia mazuri ni yapi na changamoto ni zipi, fursa za kazi zipi, fursa za ajira a, a, kujiajiri zipo, unazitengeneza ila lazima uweze kujipanga eh. Sasa nikuombe angalia ile video nyingine, itakuelezea kwa urefu na kwenye maswali. Karibu sana. Haya, tafadhali usisahau ku like, ku subscribe na ku share na watu wengine. Naomba uniambie pia, je, ni kitu gani ungependa kuona ama ni mada gani ungependa nizungumzie? Ngoja na mimi niende kwenye kutafuta riski. Kwa heri.